Kuna mashindano yalitokea juzi juzi kati ya msajili wa makanisa, anasema eti kwamba jamani, Ufufuo na Uzima mfute hilo jina Ufufuo na Uzima, mtumie jina lingine tu. Eti ile jina Ufufuo na Uzima eti msajili anasema lifutwe hilo, tubaki tuna tuitwe labda Glory au Pentecoste. Mimi napomwangalia naona, nikikuangalia mimi kwa kweli nashangaa sana. Unaweza kushangaa, unashangaa sana kwa sababu Ufufuo na Uzima una kitu gani mpaka unachoko oachokonoa ndani ya mioyo ya watu. Ufufuo na uzima una nini mpaka mtu akikaa hivi anauwazia kwamba huu ungeondoka duniani nafuu fulani ingepatikana? ufufuo na na uzima una, una, ufufuo na uzima ufufuo na uzima una kitu gani? Mpaka mpaka mtu anaanza kujadili kwenye ofisi ya kiserikali anasema kwamba unajua unajua nyie kanisa lenu linaitwa Glory of Christ Church, lakini kila mara tunasikia ufufuo na uzima, ufufuo na uzima. Acheni kuitwa ufufuo na uzima, muite tu Glory of Christ Church. Unamshangaa kabisa, eti kwa, kwa sababu ufufuo na uzima haijasajiliwa ila Glory of Christ Church linajulikana. Unamshangaa, unamwambia bwana, Katoliki Roman Catholic kanisa limesajiliwa kama Roman Catholic lakini humo ndani kuna Saint Joseph, humo ndani kuna Saint Thomas, humo ndani kuna Saint Immaculata, humo ndani kuna moyo safi wa Maria, humo ndani kuna mambo mengi mengi. Kwa hiyo unagundua, huyu mtu anakutafuta kitu au yeye mwenyewe ni kuhani wa madhabahu. Hao ndio mimi nawatafuta, na baba anawatafuta na saa ya ufufuo na uzima inawatafuta, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa wamenaswa katika mashimo, wamekuwa wamekuwa mateka, wala hapana aokoae, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Hii ni kitu ya madhabahu, yaani madhabahu imetema jambo. Unaweza kuleta mambo yoyote. Leta saa ya faraja, itakuja itakwenda. Leta saa ya maajabu, itakuja itakwenda. Leta saa ya ufunuo, itakuja itaondoka. Leta saa zote zile unazoweza kuona za chuma, za nylon. Lakini saa ya ufufuo na uzima ni Bwana Yesu mwenyewe, niye Mungu wa mbinguni. Yesu alisema mimi ndimi huo ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi, ajapokufa ataishi tena, tena, tena, tena! Aleluya tena,

Jiweke vizuri kwamba makombola haya yanatua kwenye maeneo yaliyoelekezwa tu, yameelekezwa kutua pale na pale na pale, na hayatatua mahala tofauti. Utakayemwona ameanza kulia, ujue kombola limetua kwake, na ndiye aliyetegemewa. Utakayemsikia wikii, kaanza kulia shii, ujue kombola lilitua kama liko jambo zuri la kujivunia duniani, ni watengenezaji wa makombola wa Kimarekani. Nilipokuwa Marekani kule California, nilikutana na mtu mmoja akaniambia, mchungaji, mimi ndio natengeneza makombola. Nikamwambia, hivi nyie wakati hakuna vita makombola yenu mnafanya biashara gani? Anasema, kukikosekana vita, kazi yetu sisi ni kuimprove target, ni, ni, ni kuyaboresha makombola. Nikamwambia, mmeboresha kiasi gani? Akaniambia kwamba kwa mfano sasa hivi tukitupa kombola limelishwa nda DNA ya mtu vina saba vya mtu. Tukilitupa kombola lenyewe limelishwa mtafute Osama bin Laden, mtafute fulani, likiwa juu kule linaanza kumtafuta pale alipo. Likiona kwa mfano alilala nyumba hiyo, alilala nyumba hiyo, kuna nywele zake hapo, kuna viatu vyake hapo, likiwa linashuka linagawanyika vipande, moja nyumba ile, moja alipolala, moja kwenye viatu vyake, moja kwenye vitanda vyake, mpaka limpate na mimi ninasema hivi, ikiwa watu wa dunia wana uwezo wa kutengeneza makombora yenye target ya namna hiyo, je, Mungu wa mbinguni aliyeumba watengeneza makombora anaweza kufanyaje? Ndiyo maana leo nataka kusema hivi, msifuni Bwana kwa maana yeye ni mwema, fadhili zake ni za milele. Msifuni Bwana maana yeye ni mwaminifu, kwa maana fadhili zake ni za milele adui zetu kwa maana fadhili zake ni za milele, aliyewaangamiza wafalme mashuhuri kwa maana fadhili zake ni za milele, Sihoni na Ogu mfalme wa Bashani kwa maana fadhili zake za milele, na nchi yake akaitoa kuwa miliki yetu kwa maana fadhili zake ni za milele. Kila ampendaye Bwana aende na ajue Mungu kwetu ni Mungu wa kuokoa na njia za kutoka mautini zina yeye. Yeah, yeah.

Mbinguni miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu, Mungu. Leo